Habari, karibu SEMA. Kwenye episodi yetu ya leo, tunaangazia dunia ya mtandaoni, kama ni ya kweli au maigizo tu. Wageni wetu wa leo wanafunguka kuhusu uhalisia wa maisha yao ya mtandaoni. Ndiyo, mitandao ya kijamii inaakisi maisha yangu halisi, kwa sababu vitu vingi ambavyo naviposti kwenye social media platform zangu zote ni vile vitu ambavyo navifanyia kazi. Facebook, I post each and everything about me and my work. Twitter, I post everything about me and my life and my work

vitu ambavyo sio halisi sana. Yani, ukisikia fake life iko kule, yani kila mtu kule ana gari, kila mtu kule ana nyumba kila mtu kule ana mahusiano mazuri, lakini in reality sio vitu ambavyo vinaonekana kule ni vyenyewe. Na kabahati kakuwa mmoja na mtu ambaye I'm catching flight like every day, like kila baada ya miezi miwili mwezi mmoja, umekuwa hapa uko South, umekuwa hapa uko Canada, umekuwa hapa uko Uingereza, uko wapi, uko wapi? So whatever I'm posting those kind of things, niko kwenye flight leo niko Qatar Airways, kesho niko kwenye flight Emirates, kesho nipo kwenye sijui Turkish Alutanza. So inawa impress watu kiasi kwamba wanaamini I'm making a lot of money, which is not right. So hiyo ndo the other part of it we are faking. Kwa hiyo kwa upande wangu fulani haiakisi maisha yangu halisi, lakini nimepost vitu ambavyo nafanya with fun na vinavyopendeza tu. Lakini it's not the same things I'm doing home. Kama uliniona nimepost picha nipo kwenye bus stand. Doesn't mean na bus stand nyumbani. Nyumbani na pengine nachukua maji kwenye kopo na najimwagia afu naoga. But I can't post that. Dunia sasa kadri ambavyo mimi natumia mitandao yangu na na imani vijana wenzangu wanafanya hivyo. Um, kwanza kuna vitu kama nguo, namna ya kuvaa, namna ya kuishi, kwa sababu kwenye mitandao ndio tunapata namna ya kufanya mazoezi, baadhi ya vyakula umuhimu wake, hasara zake, na vitu vingi sana vipo kwenye mitandao, kwao asilimia kubwa na virahi sana huko kwenye kuendesha vitu vyangu vingine kwenye maisha For example basketball kuna this player ndo imefika naitwa Jamorant, imefika like, a point, hata uwanjani they call me by his name. Niko manzese kule ndani ndani, na saula na kupigia picha, niko nafanya shopping duka la Dubai. Kwa hiyo mitandao ya kijamii haikuonyeshi maisha halisia sana sana tu, tuna fake maisha. Na ukisema uangalie maisha yako uanze kufananisha na kwenye mitandao ya kijamii, Uh, utapotea ndugu yangu, yaani utakuwa umekwisha. Wanakwambia kushney.